Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana, moja kati ya habari ambazo labda huenda zilikuwa hazijakufikia ni hii hapa, ambayo inahusiana na Mmiliki wa Manchester United eh, kukutana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sababu ni nini nitakuelezea, na pia vilevile nitakupa maoni ya baadhi ya wadau kuhusiana na tukio hilo, lakini pia vilevile vile, eh, kitu kingine ambacho kimetrend zaidi huko mitandaoni ni salamu za Sir Alex Ferguson kwa Rais Samia eh, bwana, tunafahamu kabisa kwamba hapa tunazungumzia timu, timu ya Manchester United, ambapo mmiliki pamoja na moja kati ya legendari makocha legendari katika timu hiyo eh, Sir Alex Ferguson, eh, Alex Ferguson amefanya kazi pale Man United kwa muda mrefu, na ni moja kati ambao, ya watu ambao wana heshima kubwa sana katika klabu hiyo, na ukizingatia kwamba ameshatengeneza ma legend wengi sana katika ulimwengu wa soka akiwemo Cristiano Ronaldo. Ni moja kati ya watu ambao uh, Ferguson amemshape Ronaldo kuwa best player of the world. Lakini pia vile vile, tunafahamu kwamba ndiye mtu ambaye alikuwa na imani na Ronaldo na kumpatia nafasi ya kucheza pale katika klabu hiyo ya Man United. Kwa hiyo watu wengi sana wanampenda Alex Ferguson, hata Ronaldo mwenyewe pia Cristiano anamchukulia kama baba kwenye upande wa ulimwengu huo wa soka. So Sir Alex Ferguson bwana ametuma ujumbe kwenda kwa mheshimiwa rais, nitakusikilizisha na nitakuelezea imekuwaje kwaje mpaka haya yote yakatokea, lakini kitu ambacho kilicho sorry, kitu ambacho kimehappen eh, ni kwamba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 ambaye anafahamika kwa jina la Sir Jim Raj, Sir Jim Rat, Ratcliffe ikulu jijini Dar es Salaam siku ya Aprili leo, siku ya Aprili 11 mwaka 2025. Mmiliki wa klabu hiyo Sir Jim, Sir Jim Ratcliffe ameeleza dhamira yake ya ku ya kuitumia klabu yake kutangaza utalii wa nchi ya Tanzania ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemkaribisha mmiliki huyo wa klabu hiyo ya Manchester United kuanzia uh, kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo hususan mchezo wa mpira hapa nchini yani hizi Sport Academy. Lakini vile vile Rais Samia amemkabidhi zawadi ya picha pamoja na jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars yenye ujumbe wa Amazing Tanzania uh, kwa mmiliki wa klabu hiyo ya mpira wa miguu Manchester United ya huko Uingereza ambaye anafahamika kwa jina hilo la Sir Jim Ratcliffe. Lakini pia vile vile, uh, mekuja kumeke headline zaidi mitandaoni ni tukio la kuonekana eh, huyu kocha malejendari katika makocha malejendari wa klabu ya Manchester United ya huko Uingereza eh, Sir Alex Ferguson kuzungumza na kutoa ujumbe kwenda kwa mheshimiwa rais, akiwa anamwambia, akiwa nampongeza kuhusiana na na, maamuzi ambayo ameamua kuyafanya katika swala zima la kutunza na kuendeleza sekta ya utalii na kutunza wanyama katika nchi ya Tanzania. So Sir Alex Ferguson alisikika akizungumza hivi, nataka hapo umsikilize alichokizungumza kama ujumbe kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania eh, Samia Suluhu Hassan. So huu hapa ndio ujumbe wa Sir Alex Ferguson.

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa ni kuna page hapa imekuja kuripoti pia kuhusiana na hiyo habari wakiwa okay. ameandika kwamba salamu za Alex Ferguson kwenda kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kocha maarufu wa klabu ya Manchester United ya Uingereza sasa Alex Ferguson ametuma salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo pamoja na na mengine ameomba Rais Samia aendelee kuunga mkono juhudi za uhifadhi wa wanyamapori. Salamu hizo zinakuja huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa amefanya mazungumzo na mmiliki wa klabu ya mpira wa miguu Manchester United ya Uingereza Sir Jim Ratcliffe Ikulu jijini Dar es Salaam siku ya Aprili kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika mazungumzo hayo, katika mazungumzo yao, Dr. Samia Suluhu Hassan amemshukuru sana Sir Jim Ratcliffe kupitia taasisi yake ya Six Rivers ambayo inashughulika na masuala ya uhifadhi, wa, ya uhifadhi kwa namna alivyofanya vizuri katika kudhibiti muingiliano wa wanyamapori na binadamu kwa kushirikiana na shirika la hifadhi za taifa Tanzania Tanapa pamoja na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania Tawiri e, kupitia taasisi yake ya Six Rivers Sir Jim Ratcliffe ame amebainisha kuwa taasisi hiyo imedhamiria kurejesha hadhi ya hifadhi ya taifa ya Selous na kuwa na wanyama wakubwa katika hifadhi hiyo. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwao, ni swala la utalii. Uh, hii ni moja kati ya juhudi ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya katika masuala ya utalii. Naona unaona watu wa, watu wa maana kabisa wameanza ku notice, watu wa maana kabisa wameanza kuonyesha ushirikiano. So ni jambo la heri sana. Uh, na hapa maoni yamekuwa ni mengi tu kuna watu kibao wamekuja hapa, wameweka maoni yao kuhusiana na hii issue hususan ni mashabiki wa Manchester United. Uh, wameona mpaka donge kuona kwamba Mheshimiwa Rais amepewa jezi ambayo imesainiwa na wachezaji wote wa timu hiyo ya, uh, ya Manchester United. Unaelewa tena kwa Mba, eh, Man U, bwana kuna mashabiki wengi sana hapa Tanzania wa klabu hiyo, na watu wengi sana wanawajua wachezaji wao humo wa klabu hiyo. Umeona bwana kwamba wanawafahamu wachezaji wa hiyo timu. Sasa kusikia kwamba jezi ambayo wamekabidhiwa Mheshimiwa Rais kama zawadi eh, na mmiliki wa klabu hiyo, inasemekana kwamba imesainiwa eh, na wachezaji wote wa klabu hiyo ya Man U, watu wengi sana wamekuwa very excited, wamekuwa very impressed. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia hapa maoni yamekuwa ni mengi sana. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza, jinsi watu ambavyo walivyopokea habari hii, wengi wao wakiwa wanaonekana kupongeza eh, juhudi za suala la utalii, kwa sababu inafahamika kabisa kwamba hapa Tanzania moja kati ya vitu ambavyo vinainua uchumi wa nchi ni suala la utalii. Kwa hiyo ukiona kwamba suala la utalii eh, lina lina linawekewa mkazo basi, unajua kabisa kwamba pato la lata, taifa litaongezeka na ni jambo la heri. So kuna watu hapa wamesema, bwana tunaomba madam president bwana awaambie Manchester United waje bongo eh, tukipige nao mechi hata moja tu ya kirafiki hawa uh, uh, Man U waende uh, Moshi huko pia wakawekeze. Kuna mtu anasema kwamba bwana uh, kuna mtu anasema kwamba bwana we got Manchester United talking about Tanzania, kiukweli tumeipenda hii. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba kama mpaka Manchester United, huko watu wa Man U wanaifahamu na kuitambua na kuizungumzia Tanzania, hilo tu watu wameridhika nalo. Kiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section uh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.